So, ebu tuzungumze kuhusu utumizi wa mitandao ndani ya nchi zima, ndani ya Warabuni. Utumizi wa mitandao ndani ya Warabuni ni kitu gani ambacho madada zetu na makaka zetu wanakifanya ndani ya Warabuni ambacho kinasababisha sintofahamu ambazo mpaka leo tunavongelea. Watu wengine wako mbaroni, wengine wamefungwa ndani, wengine wako jela wasijulikana wanatoka lini, wengine wamefungiwa ndani ya manyumba zao, wengine wameachishwa kazi eh? na kila kitu hicho ambavyo vyote vinafanyika ambavyo vyote ninavyokuambia hivi vimesababishwa na nini? utumizi wa simu. Simu, ngoja nianze kwa kuongelea kuhusu swali ambapo anafanya kazi nje. Unapata mtu ameajiriwa kazi anafanya kazi nje, talk about kazi tu, rais rais kazi kama let's talk about security work, cleaning work, driving work, kazi nje. Mtu ameambiwa don't use your phone, but bado anatumia simu nataka niwalete, nataka tuanze mbali ndo niwalete to the point. Mtu anaambiwa usitumie simu kama security, bado anatumia simu. Sawa, unatumia simu, basi fanya communication za mana, communication za mana ambapo unafaa kufanya nini, kupiga simu wapi? Nyumbani. Kabla sijaenda chini, nawape story moja ambayo ilitokea ndani ya Qatar. By that time we were new me back like 15 years ago. 15 years ago I went to Qatar. Nilienda Qatar mimi miaka kumi na tano iliyopita. Nalienda pale kwa kazi tu rahisi. Kazi, kazi tu rahisi. Kwenye ile kazi ambayo tulikuwa kuna mmoja wetu alichaguliwa, aliteuliwa kuwa kama supervisor. Japo kwa Katar kazi inageuka mara kwa mara. But hiyo kazi nilikuwa nayo by that time, kuna mwingine mmoja wetu kati yetu alichaguliwa kuwa supervisor. Na kwa supervisor unapewa simu yako. Na ile simu jamaa alikuwa anaongea na, na demu wake ambapo alienda chooni. Mchana huo alikuwa anafanya kazi ya mchana. Akaenda zake chooni jamaa akenda akafungua zip akajipiga video uchi wake wa mbele hmm. akajipiga video uchi wake wa mbele akamtumia demu wake, akafuta ile video. Lakini alipoifuta ile video, kumbe ile simu ni ya iPhone. It was iPhone, I think it was iPhone 6, if I'm wrong iPhone 7, iPhone 6. After kufuta ile simu ile, ile picha, kumbe ile picha bado kuna mahali ambapo lazima aende afute tena so yule mwenye aliingia baadaye, whoever came up again, ambaye alikuwa anatumilia simu ambaye alikuwa ni Msudani, akaja akapatana zile picha akachukua zile picha akazituma kwa yule supervisor wa juu zaidi ambaye pia ni Msudani. Yule kijana ambaye alipigia zile picha ambaye ni Mkenya alitolewa ofisini the following day na akaambiwa hakuna kazi tena, jipange, kesho unasafiri urudi kwa Kenya. Hajafanywa hata medical, kisa na maana amejirecord video uchi. Na ile video inaonyesha paka time ambayo imepigwa na simu, so kama hutaki, unataka ushahidi ni yako, ni yako, yako, okay, ka yeah, na, na hii kwa sababu umefanya hivi, uniform imeonekana, viatu vimeonekana. So tuendele na story yetu utumizi wa simu ambao nilikuwa naongelelea. Huo ni mmoja wa utumizi mbaya. Utumizi mwingine mbaya wa simu ambao huu hata nikiongea naji... nasema tu, lakini najua wazi kabisa ni watu wengi ambao wanakosea, lakini bacha tuongelele tu pornography, video chafu hey. Ukiangalia baadhi ya wanaume ama wanawake ambao wanafanya kazi warabuni, ukiwachukua wote kama asilimia mia moja ukisema wale ambao wako na wako na video chafu wape asilimia utawapa kama 60% of them, asilimia 60 yao wako na video chafu ambazo ziko kwenye ndani ya simu yao, ziko ndani ya simu yao asilimia 60. Ukianza kuuliza kwa nini, nakuambia, mimi bwana wangu yuko mbali vale; mimi mke wangu yuko mbali vale. lakini kitu ambacho hujui ni matumizi ya simu, tunaongea madhara. Naongea mi, mi, kitu ambacho najua kesho kitakuja kitatumika na vizazi wengine. Uangalifu wa ponografi una madhara kwa maisha yetu sote. Nitakupa madhara ya kwanza kwa mwanaume. Ukishazoea kuangalia ponografi kwa simu, unaangalia video chafu, kama unaangalia video chafu kila wakati, unaangalia video chafu hivi, get to know that macho yako yanazoea ule uchi ambao unaona, ule ule utupu ambao unaona, macho yako yanazoea. Na kwa sababu macho yako yanazoea kuangalia ule utupu pale, utarudi nyumbani kwa bibi yako, utamwangalia bibi yako hivi, na hata you don't feel anything. Bibi yako anataka wewe ushangae ama umone, upandishe mahanja kwa sababu umeona uchi umeona vitu vipya eh? Ni vitu mevipeza miaka miwili vile. Lakini hata ushtuki. Kwa sababu umezoea kuviona vitu kama vile vile, umeona vitu vikali zaidi ya vile kwenye simu, so hata ushtuki hivi vitu vya kawaida, na viona kwa telegram hivi, ushtuki. Matumizi simu hayo kwa wanawake, mwanamke amezoea tu kuangalia picha, amezoea kuangalia midude tu hivi, amerudi kwa mume wake nyumbani, amerudi Kenya baada ya miaka miwili mitatu, mume wake ametoka washroom, jidude limesimama, ataka muonyesha mke wake, mke wake ndo asikie yes, mwanaume wangu. Mke angala hivyo yasuna... mbona mingapi Ata ile ile hisia ya kwamba mwili msisimke, ajue mume wangu huyo, hakuna hakuna. Kwa sababu gani? Amezoea akianza kusukumiwa moto ya cheki atosheki. Labda kwa sababu gani? Labda amezoea kujichokora kwa sababu ya simu, mobile phones. we're still there. Good. Let's talk about critics kwa sababu hizi ni baadhi ya nchi ambazo Waafrika wengi sana wanafanya kazi kule. Unafanya TikTok na simu unaongelelea kuhusu serikali ya nchi ambayo uko. We uko Bahrain. Hmm? Uko Bahrain uko, let's say like, uh, ile nchi nyingine ambayo Watanzania wengi na Wakenya wengi sana wako Oman. Uko zako Oman. Uh, uko zako Qatar, uko zako Saudi Arabia. Unazungumza kuhusu ule upungufu wa ile nchi. Unaanza ku criticize king. Uh, huyu Altani huyu, uh, uh, prince akona hivi na hivi, madamu wangu pia akona hivi na hivi, Arabu akona hivi na hivi. Eh, Arabu bana naye akona hivi na hivi. Video yako unasambaza tu. Kila mtu anaona ile video. What do you expect? Jeshi la polisi la ile nchi likikuona unatarajia nini? Wa kufanya nini? Wa kuchekelea kasa una, my friend, kitakuramba. I'm telling you, kitakuramba because these your bosses have your number. Bosi wako ana namba yako. Kama bosi wako ana namba yako na maboss wako wizi wanaingia ma TikTok, itafika time ile ambaye ni bosi wako ama rafiki yako kwa Kiarabu, kwa sababu ana namba yako, itamletea kwenye FYP yake, either ni TikTok ama ni YouTube ama ni Facebook. Itamletea tu kwamba una namba fulani wewe ambayo yuko TikTok. Ataingia, akiingia hivi, anaona una mlaani, anaona una kritisai serikali yake, na these guys, the the way they do some of them really love each other. My friend, how do you expect akishaona kwamba unatukana ama unatukana Waarabu ama unatukana, unaongea Kizungu hapo cha rajani na kuchekele, kitakuramba so, mi niseme tu kwamba utumizi wa simu ni mzuri kwa kujientertain. That is first Second, kwa kujipatia habari. Third, kwa kujifunza. Simu yako inaeza kufanya ukakosa kazi. Simu yako inaeza kufanya ukawa na ugonjwa kiafya mwenyewe. Simu yako inaeza kufanya kwamba ukakosa kazi kwa sababu ya kwamba Kazi haifanyiki kwa sababu uko na simu, ama kazi inafanyika lakini inaharibika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya simu. So, mimi abblang tu ama kushauri tu, tujue jinsi gani ambavyo tunaweza tukatumia simu. Nimefanya hivi ama nimeongelea hili jambo kwa sababu ya kwamba nimepata habari ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Kuna msichana ndani ya Saudi Arabia ambaye ameregeshwa kwao kwa sababu ya utumizi mbaya wa simu utumizi mbaya wa simu ambapo amesababisha moto kwa nyumba, nyumba imechomeka, nyumba ya Mwarabu, kwa sababu imechomwa na kadama. Na kadama kuchoma nyumba ni kwa sababu, lakini mtu amewasha gas, ameacha gas full, ameenda chukua sijui ni sufuria aje aekele pale Imemtoka imemtoka kabisa kwamba, kuna gasi ya haraka kule, hakuna hiyo akili. Ameenda ameshika simu, uko uko live, uko live kwa TikTok, huko huko kwa toka moshi nyumba ya watu <laughs> tushukuru tu Mungu tuseme kwamba uzuri response ya wenzetu arabu iko very fast, maswala ya ajali, maswala ya moto, kuzima moto huwa ni haraka sana. So tushukuru ya kwamba nyumba haikuanguka, iko standby, lakini moto mkubwa umeshuhudiwa kwenye hicho chumba ambacho ni cha upishi. Na yote tisa kumi, kitu ambacho kimesababisha ni nini? Mobile phone. Till next time.